Naam, tumerejea kutazama taarifa nyingine zaidi hapa viwanjani. Kumbuka na kipindi chenye saa tatu za nguvu dakika 180 uh, kwa siku zote za wiki, kwa maana Jumatatu mpaka Ijumaa unatupata na unaendelea kutufuatia live kupitia Azam Sports 1 HD kuanzia majira saa tatu mpaka saa sita kamili za mchana, ambapo kipindi hiki huwa kinaruka. Mimi Mangasore nipo sambamba na Hamisa Abdurrahman kwa sasa, lakini pia anaongezeka hapa Sharifu Bayona. Wakati huu tunaangalia the pitch, lakini kabla tujatazama the pitch Tukatazame zile ambazo zimebamba katika michezo mingine mbalimbali, lakini pia kwenye mitandao kuna nini ambacho kinazungumzwa. Wakati huu naungana pia na Ali Mufti. Ali Bakari, aje hapa atuambie kila ambacho kinazungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na taarifa za michezo. Ali, karibu sana. Asante sana Shwari. Alhamdulillah, mambo yanaenda. Tunashukuru za Morocco. Morocco ipi? kwa sababu ni wazote <Yeah. laughs> Dar es Salaam nataka ile ambayo ukifika unaweza wanasema unaweza ukaiona Hispania. Uliiona kweli Hispania kwanza? Yes. Moroko shwari. Morocco, Morocco iko shwari eh. Iko shwari eh. Japo hatukushiriki hatukufanya vizuri lakini mm. Moroko mm. yenyewe iko shwari. Yani, ulitembelea maeneo gani? na moja kati ya mataifa ya Afrika ambayo niliwahi kwenda kaskazini mwa Afrika nikafurahi ni ni Algeria. Algeria inabaki kuwa taifa langu bora kabisa. Ah, okay. Yes. Ile safari si tulikuwa wote? Yes. Yaani al Algeria inabaki kwa taifa langu bora la kaskazini kuwahi kutembelea. Sawa sawa. Kwa hiyo iko hivyo. Shwari? Alhamdulillah, tupo vizuri? Siku umenikumbusha hilo uliloniuliza la Morocco na siku moja tulikuwa tunafanya tunarekodi source moja wakati vita ya Ukraine na mm. Urusi uh, naanza. Tunamrekodi source moja tukamwambia bana uko wapi? Mimi niko Moscow. Tukaweka location Moscow. Kumbe yuko Moscow <laughs> Moscow Kinondoni <Moskow. laughs> Baadaye tumekuja kurekebisha. Aa, karibia tumesha rekodi kitu ya, kama asilimia 80 ya hiyo ya, ya, ya, ya ukiuliza mtu huko huko Kinondoni huko Moskow, Moskow eh, ipi uko so, Kinondoni huko Moskow so si tu eh, tu, tunajua yupo Urusi moja kwa moja eh, kizungumza, unajua taifa la Urusi eh, ni moja kati ya mataifa ambayo huyu uh, mtu eh, yupo Moskow pale, yes, yeah. Kinondoni eh, <laughs> Salama, <ka. Karibu. laughs> <Asante> sana <laughs> uh, yes, moja kwa moja tuende katika zilizobamba mitandaoni, bila shaka umeniruhusu ama sio? yeah, yeah, uh, uh, yes, sasa wakati ambao uh, mangasore haukuwepo yeah. uh, Mbeya City walikuwa wanatamba Mbeya City wakisema kwamba Simba ilikuwa ni saizi yao. Eh? Eh. Mbeya City wametamba sana kwamba saizi yao. Hawa oh, si. ni saizi yetu sisi. Ngoa ndo alikuwa anakimbiza Simba. Eh. Sasa tena mara ya mwisho hmm. uh, walitoa mpaka na point. Yaani msimamo wa point kule championship e na NBC Premier League jinsi ulivyo. Eh, wao sasa wanashika nafasi ya pili championship e. E. E. na Simba si anashika nafasi ya pili. Wanasema hawa saizi yetu. <laughs> Wakajilinganisha na wao. E. Eh. Kilichojiri <laughs> na Kilichojiri bwana, wenyewe ndio hayo naona. E, Simba huyo yupo mbele wao, wanajaribu na nyundo wao kumkimbiza, lakini mambo wanasema siku mbaya kazini kwa wagonga nyundo. Siku mbaya kazini. Haya ni mambo ya Mbeya City. Na bila shaka uliitazama mechi, pamoja na kwamba walifunga goli zuri kabisa la utangulizi. Yeah, yeah. Lakini yaliyofuata, yeah, kikweli hawakuyatarajia. <laughs> Lakini wenyewe bila shaka wali wameridhika na kipigo kile ambacho wamekipata. Ukisikia maneno ya kocha wao aliyezungumza jana nasema focus yao sana ipo katika championship kule. Uh, kwa hivyo waliamua kukaa nyuma, lakini hata mashabiki wao unaweza kaona, wanasema mmecheza vizuri mno uh, kipindi cha pili hongera sana. Mwingine anasema kila siku nawaambia admin aongezewe mshahara. Hii ni kutokana na creativity ambayo ameifanya we admin hapa. Lakini mwingine anasema sema tulifocus na game ya Simba ya biashara tukachukulia uh, simple. Haya, anazungumzia mambo ya championship. Mwingine anasema sio okay kesi tuendelee na kibarua chetu, kwa maana ya kutafuta nafasi ya kurejea NBC Premier League. Okay. Yes. Sir. Lakini na, napenda siku hizi jinsi ambavyo timu hizi zinatumia madimini wao kuweza pia kuhamasisha mm, mashabiki lakini pia kuweza kutengeneza tension kuelekea kwenye michezo. Yeah. Sasa hivi alianza yule admin wa zamani wa Ruvu Shooting ambaye sasa hivi yupo yes. Jacket Tanzania. Mm. Mm. Mmoja kati ya maadmini ambao walikuza sana mm. na, uh, na uh, brand ya Ruvu Shooting. Mchezo mm. unaweza kuchezwa lakini watu wakawa wengi wanafuatilia yes, yeah. kile ambacho kinazungumzwa. Yeah, hasa ni, ni, heko sana kwa kile ambacho wanakifanya hawa maadmini. Yeah. Na kuna siku tutawatafuta tu, tuzungumzie tu, tu nao mawili matatu. Au sio? Yeah. Yeah, itakuwa ni moja kati ya Tanzania nani wa mashujaa? Eh, uh, binafsi natamani sana nikutane na admin wa Jacket. Hivyo ajeketi Tanzania ndo sasa hivi alikuwa alikuwa, alikuwa natamani uh, kukutana na, na, lakini tu, yes. No, yes sasa uh, kabla ya mechi hii nafahamu uh, vijana hawa wamekuwa na utani katika mitandao ya kijamii kabla ya mechi uh, Ahmed Ally ambaye ni meneja habari na mawasiliano wa Simba <laughs> aliweka anasema, na leo tukivuka kwenda nusu fainali nalia tena. Akiweka na picha hii hapa, unafahamu kwamba katika penati ya mwisho ile yeah. Katika mchezo wa CAF Confederation Cup dhidi ya, ya Al Masri mm. uh, alionekana Ahmed katika mitandao ya kijamii akiwa na hisia kali na kama vile alikuwa analia, na jambo lile liliendelea pia mm. uh, wakati Young Africans baada ya kuifunga Azam FC pale Azam Complex mm. alionekana uh, ali, kama katika interview akionekana analia, alimtania Ay, alikuwa ni mtani. Ay, sasa na Ahmed akarudi tena akasema na leo tukivuka nusu finali. Mimi nimewahi kulia kwenye mpira. Ah, binafsi hapana. Kwenye mpira bado. Mimi nimewahi kulia lakini wakati tunaimba wimbo wa taifa. <laughs> Sawa, <laughs> sio mpira sasa. Ni kwenye mpira? <coughs> Ah, wakati tunaimba wimbo wa taifa. Wimbo wa taifa, tunafuzu fainali ya AFCON elfu mbili na ngapi tunacheza na Uganda? Elfu mbili kumi na tisa. Elfu mbili kumi na tisa ilikuwa. Ilikuwa ni hamasa kubwa sana. Yaani okay. u... eh, mimi nilikuwa. Tuendelee. Haya, sawa. <laughs> Yes, ni uh, si ya Simba Sports baada ya kuifunga Mbeya City magoli matatu kwa moja pale. Uh, KMC Complex. Yes, hawa ni JKT Tanzania ambao leo hii ni wenyeji wa uh, Pamba Jiji mechi hii ya uh ni kama vile unaweza kusema timu za NBC Premier League zinakutana huko katika upande wa CRDB Bank Federation Cup. Uh, na wenyewe wanasemaje? Wanasema siku njema kabisa na mashabiki wetu kupata burudani na kushuhudia uh, tukitinga hatua ya nusu fani, tukitinga tu uh, weke hilo neno kichwani hatua uh, ya nusu fainali ni leo. Usikubali kusimuliwe, njo uone msako wa JKT Tanzania. Kauli ni ile ile, hii wanapasuka. Hayo ni JKT Tanzania na ukiona chombo cha cha ulinzi kimekwambia msako. E <laughs> <laughs> yani ni bora tu waambie ni mimi. Urudi tu waambie jamani ni mimi. Hiyo hiyo, yeah. Hiyo jacket kusema msako japo japo haipo kwenye dhana ile yeah. Lakini msako wa wa, wa, boli. Eh, yeah. E, pengine tunaweza tukashuhudia mechi nzuri zaidi ambayo itakuwa pia live kupitia Azam TV. Yes, ni kweli live Azam TV na leo tuna mechi mbili za yeah. CRDB Bank Federation Cup. Okay. Pia uh, Singida Black Stars watakuwa wenyeji wa Kagera Sugar mm, burudani hiyo. Kwa hivyo wakati huu mvua inaendelea kunyesha wewe usipate shida kama haujatoka nyumbani, lipia mapema kisimbuzi chako, unapata burudani tu, okay. Sao, yes. yes. tutoke hapo tuende katika posti nyingine na kwenyewe tuone eh, kuna habari gani? Hao ni JKT Tanzania wakisema ya kwamba leo hii wanatinga nusu fainali. Huyu ni rais wa Yanga eh, Hersi Saidi, ambaye pia ni mwenyekiti wa klabu za soka Afrika eh, ACA Hmm, si ndio? Hmm, uh, sasa jana bwana alipata tuzo na Young Africans wametoa taarifa hapo wakisema kwamba rais wa klabu yetu kwa maana ya Yanga, uh, na mwenyekiti wa umoja wa klabu Afrika tunaweza kusema hivyo kwa usahihi, uh, engineer Hersi Said amepata tuzo kutoka World Football Summit, uh, kwa kifupi yo WFS, hey, na ya kuthamini mchango wake wa kuunganisha uh, klabu ama vilabu vya soka Afrika Tuzo hii imetolewa kwenye mkutano wa hiyo World Football uh, Summit uliofanyika uh, kwenye jiji la Rabat nchini Morocco ambako uh, Mangasole Edward. Uh, ulifika lifika ku Rabat? Ah, uh, Rabat atofika. Ra au ra ra kufika. Sasa mimi nimependa uh, Justina underscore mi alichosema. Anasema <laughs> basi na wao ah, wanasema walipata mwaka 1979. Ni nani hao? ambao wanaweza kusema ujue uh, ujue soka la Tanzania lina, lina, watani wawili uh, kwa hapo unajua uh, -huh. So wao ah, uh, tumecheza fainali uh, mwaka gani uh, -huh. Si tumecheza mwaka fulani <laughs> Kwa hiyo hata kwenye hili hawezi kukaa kinyonge. Na wenyewe World Football Summit wame comment hapo wakimpongeza okay, mpongeza. Okay. Yanga. Uh, ya, ni moja kati ya, ya, ya kitu kikubwa sana ujue mm. Hii si tu kwa sababu ya Yanga mm. bali ni kwa sababu ya, ya Tanzania nzima yes, ya mm. leo na kesho kutwa unawezi ukamkuta anaongoza mpira wa Tanzania kwa namna mm. moja ama nyingine, kwao hichi ni, ni kitu cha, cha, cha Tanzania nzima. Hatuwezi kuizungumzia kwamba ni kwa ajili ya Yanga au au ni kama mtu ambaye atakuwa anaona kwa mbali, anajua kabisa hichi ni kitu kwa ajili ya Tanzania alihutubia wale ambao walishiriki katika ule mkutano ukipita uh, katika kurasa za Yanga utakuta kile ambacho Hersi Said amekizungumza um, katika huo mkutano amezungumza um, makubwa hasa, akizungumzia uh, soka la Afrika, wakilinganisha pia na soka la Ulaya. Sasa hayo yes. mm. ni Yanga ya, lakini pia ya Hersi Said, ambaye ni mwenyekiti wa umoja yes. Ukipita katika ukurasa wa Simba Sports utakutana Eh, na hivi vitu tunaweza tukasema tiza yani, kama vile wana kuna kitu wanakutambulisha wana, wana, wana kwamba kinaenda kutokea tarehe eh, kumi na sita walianza walieka picha inayohusiana na basi la Iriza ambalo eh, kwa Tanzania hapo wanamiliki Azam FC, lakini sasa wameweka posti ya uwanja huo, lakini wanakuambia tu Aprili 20 eh, ya Aprili 16 mwaka 2025, hapo wapi? Uh, kwa, hapa bana, e bana, acha kwa sababu hii sio bunju, sio bunju, siyo bunju. Eh, sasa sijui kitu gani unaweza ukahisia. Hiyo ndo tusubiri tarehe kumi na sita. Uh, okay, viya, vya mazoezi yani, kama viwanja vya mazoezi hmm. hapa sasa viwanja lakini, Sa, ilivyopostia watu kaamini kwamba inawezekana Simba Sports wanaenda ku kuzindua uh, yes iriza uh, kutoka yeah, kwenye uh, mabasi waliokuwa naatumia labda kwenda kwenye iriza, lakini sasa wamehamia kwenye uwanja. Lakini kwa hivyo ni kitu gani, 16 Aprili eh uh, yes uh -huh. sio mbali leo, tarehe 18 siku mbili kutoka kule leo uh, kesho, 15 kishukutwa uh -huh. eh uh. Lakini inaonekana labda ni kitu cha thamani kidogo eh uh. Kama unakifananisha na iriza unafananisha na mwonekano kama huu, itakuwa ni kitu kikubwa kidogo uh. uh, sema uh -huh. sema kama ni chenyewe sawa <laughs> kama ni chenyewe kiti yani, kama vinavyoonekana ni vyenyewe. Okay, fresh sawa. Haya, hayo ni ya Simba Sports ambayo wamekuwa wakikupa hamu hiyo. Uh, sasa jana bwana, kulikuwa kuna mchezo ilikuwa michezo kadhaa, lakini tumekuja na mchezo kuu wa Alaves wakikaribisha Real Madrid uh, mchezo ambao kidogo ulikuwa na mambo tofauti uh, Kylian Mbappe tangu ametua Real Madrid alipata kadi yake nyekundu ya kwanza akiwa ametua Madrid, lakini sio hivyo tu, na wao pale Alaves na wenyewe wakapata uh, kadi nyekundu, kwa hivyo kama mzani ukawa umebalance. Wakati huo uh, wa, wale Alaves wanapata kadi nyekundu tayari, Madrid alikuwa anaongoza uh, goli moja bila, lakini kilichovutia zaidi katika posti hii ni kwamba uh, shabiki ama mashabiki hao Alaves waliingia na jezi hii ya ya, Arsenal. ya mm -hmm. licha kwamba walipasuka walipasuka, lakini walikuwa mm -hmm. na hiyo na hiyo jezi na utambua tu ya kwamba zile heka heka za Champions League barani Ulaya kule zinaanza kesho na kesho kutwa. Madrid watakuwa kibaruani kuikaribisha Arsenal ama Arsenal katika dimba la Bernabeu. Madrid wana mlima wa kupanda, tayari wapo nyuma kwa magoli matatu kwa sifuri lakini ukiwatazama wenyewe Madrid na mashabiki wao Uh, na wachezaji wanaamini ya kwamba watapindua meza kwa sababu yashafanyika sana hayo. Labda nirejeshe kijiti kwake Sherifu Bayona, tukumbushe mm. baadhi tu ya mechi mbili tatu ambazo Madrid walipindua yeah. meza, yani mm. kwa Madridi mm. swala la kupindua meza mm. uh, lina linaweza kutokea yeah. lakini mm. kitu ambacho kinanitisha zaidi kuelekea kwenye huu mchezo mm ni kwamba kuna baadhi ya vikundi vya mm. Real Madrid vya mashabiki yani. mm, mm. Unaambiwa wameandaa special package kwa ajili ya Arsenal. Yaani kuna kitu ambacho wamekiandaa special. Alafu mm, mm. jambo lingine ni kwamba hao mashabiki ambao wamejiandaa kushangilia mm. Unaambiwa ile Santiago Bernabeu mm. Ule uwanja so, unajua una, una ile teknolojia ya ya sayansi ile kwamba nini mm -hmm. mm -hmm. Kwa hiyo unatajwa kwamba ule uwanja mm -hmm. siku hiyo mm -hmm. utafungwa ukifunikwa ile juu manake <laughs> ile <laughs> atmosfia <laughs> ya wale mashabiki <laughs> na makelele ambayo atakuwa anapigwa pale Santiago Bernabeu <laughs> hey. Yaani kwamba ijaribu kuwashtua Arsenal, hata kufungwa ni kwa sababu e. amna kutoka oktabisa unakumbuka nini yali ya nje ya uwanja pale nje ya Santiago Bernabeu katika mechi kama hizi kubwa kabisa, Madrid anataka jambo lake nini, kinatokeaga nje pale ya uwanja wakati timu inavyokaribia kuja Madrid au timu mgeni wanakuja pale uwanjani nje pale, kinatokeaga kitu gani? Na okay, kwanza mm. na kwenye ile tunaleta kama tunnel ile njia ambayo mm. wachezaji wakishushwa mm. mm. na basi pale wanakuwa wanaingia mm. wanaanza kwanza, mashabiki mm. kwanza kukutoa mm. mchezoni, kuanzia nje. Ndio maana wachezaji mara nyingi huaga wanapaga hizo headphones, zile ni mahususi kwa ajili hiyo. Sasa unajaribu kuangalia wachezaji wa Arsenal wana hiyo mentality plus uh, se, se, se, se, nikikumbuka sema mchezo huu ali ali mm. utaenda pia kuonyesha jinsi gani Arsenal anaweza kabiliana na changamoto kwenye maisha yao.

Moja kati ya comeback bora mimi kwangu naweza na, naishuhudia kwenye, kwenye historia mpira wa miguu eh, ni Barcelona aliyoifanya dhidi ya PSG. yes, yes. yeah, yes. ile, moja ile, kati mm, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, lakini kwangu moja. mimi mm. Barcelona na PSG eh, inabaki kuwa moja kati ya comeback bora zaidi. Barcelona. Kuna kingine? Lakini moja ya kitu ambacho nafikiri kama hivyo ambavyo wanasema Mangasole mm, kwamba Arsenal watawezaje kukabiliana na hiyo changamoto mm? Nadhani Arsenal kwa hivi sasa wame kidogo wamezoea hiyo hali kwa sababu mm, nakumbuka kwenye moja ya tukio ambalo lilikuwa linamhusisha Arsenal kwenda kucheza na Manchester United mm, uh, nyumbani kwa Manchester mm. Ilikuwa uh, Mikel Arteta kocha mm, wa Arsenal mm, alitengeneza yaani kwenye eneo la uwanja wa mazoezi, unaambiwa alikuja na maspika okay. Na na yaani yale maspika ambayo okay. Yanatengeneza okay. Makelele mashabiki hey. Na nini hey. Ili kuwaandaa kiakili kwamba tunapoenda hey. Kwenye uh, nani na uwanja wa Manchester United yes, kwamba hizi kelele hawa hey. Um, ndo mashabiki hey. Kwa hiyo hawa mashabiki hizi kelele mlizoee, okay. kwa, kwa, kwa, kwa Madrid huko itakuwa ni... Sasa sasa hizo hizo speaker alizifunga kwenye mchezo wa Liverpool <laughs> <zili. laughs> asante sana Ally. Yeah. Yeah, na furahi sana kuungana na wewe mm. na pengine siku zinavyozidi kwenda utakuwa unatuletea taarifa za namna hiyo nyingi ni kweli yeah, na niwakumbushe tu watazamaji wa viwanjani ya kwamba wakati nakuja hapa La Liga wametoa taarifa ya kwamba mechi ya El Clasico itachezwa Mei kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Mei kumi na moja lazima tutakuwa hapa yes, walipia kisimbuzi kwa sababu leo tarehe ngapi? 14. mm. Ukilipia mm. leo maana yake utaishuhudia hiyo mechi kwa kisimbuzi hicho. Mimi naamini tutakuwa mm. hapa na jinsi ulivyovaa leo yeah. Kuna chuo fulani kipo maeneo ya, kule inapokaa uh sikitaji maeneo kule gongo la mbona uh -huh. Ukienda tu hivyo wanakuruhusu ingie kwamba wewe mm. ni mwanachuo <laughs> <laughs> umevaa siki umefanana nao. Nashukuru mimi mm. naondoka, asante. Asante, ah asante naam. Huyo alikuwa ni Ali Bakari wakati ukizungumza naye kwenye taarifa mbalimbali zilizojiri mitandaoni zinazoandika kuhusiana na michezo umeweza, uh, kuziona kwa kina kile ambacho kimeripotiwa huko.